Sasa ndugu yangu nisikilize, niwaambie kitu kimoja. And kama mnakumbuka vizuri eh, niwarudishe nyuma kidogo, niwakumbushe, niwape kumbukumbu. Nakumbuka kipindi ambacho marehemu hayati eh, President Magufuli alivyolazwa, kama mnakumbuka whi kuambia kabla hata kwanza kabla kabla kwanza ya haja haja lazo, niliwaambia Bwana Magufuli, huu mwaka hatoboi na atakuwa. Watu wakaja juu sana sana. Baada ya miezi miwili mitatu, nikaja kuambia tena, nikaambia jamani, Magufuli hii wiki hatoboi. Watu mlinishambulia kwa ku kwa kuongea tena ya kuongea alivyo lazo hospitali hakuna mtu yote alijua mimi. Nikaja tena hapa nikawapa taarifa nikamwambia, jamani Magufuli yupo maututi, Magufuli katoa, katolewa eh, daa kapelekwa Nairobi kama mlig Magufuli kafia Nairobi, amekata kamba kwa, nikaja tena nikaambia, ndugu zangu, Magu kakata kamba, kafariki leo mchana. Watu wote mlipinga, wote mlipinga na kuona kwamba mliongea ya kuongea, wengine mkatukana, mkapinga. Nikamwambia haya, tusubiri baada ya uh, baada ya nani ya wiki no, baada ya siku, siku kumi. Baada ya siku kumi fununu zilivyoanza ku, ku, ku, kutembea tembea, ndo nikaona Mheshimiwa Tundu Lissu ndo akaja jua akasema, jamani, tunahitaji kumwona rais wetu president wetu tunataka kujua yuko wapi, tunahitaji kumwona. Watu ndo wakaanza kujiuliza maswali, lakini tayari pale na siku kama, ana kama wiki baada ya siku kumi ndo Bi Msumi likaja na ile miwani yake ile miwani yake ile kama nini, akaja akatangaza e, kifo cha, e, cha Magufuli. Baada ya hapo watu wakaanza, kuna watu wengine walikuwa nahisi mimi labda eti usalama wa taifa, eti mtu wa system, eti niliitwa majina kibao, wengine kuja kuomba msamaha bwana vitukania, ndo haya haya yanayorudia yana Jamani, bimsumi bimsumi yupo hoi hoi pinta, yaani hajui wa kuingia, hajui wa kutoka. Hilo mlijua na, mda wowote, mda wowote kuanzia sasa hivi. Mda wote. Unajua, Ikulu itatoa itatoa taarifa rasmi itatoa taarifa rasmi. Cha msingi hapa ni kwanza kufikiria, cause anaenda kwa rais ni nani? Balozi Chimbi Chimbi aipiti wiki mbili hajaapishwa kuwa rais. Mtakumbuka maneno yangu, ntayakumbuka vizuri tu. Tanzania sasa hivi hakuna rais mkubali mkatae Tanzania sasa hivi haina president haina haina kabisa hivi mnadhani bimsumi anavyopendaga kamera yule mama anavyopendaga kamera bimsumi yule angekuwa na nguvu hey. au ajanika lisura lake lile kwenye kamera Esabuni siku. Esabuni siku. Ndio maana sema, kama we Mkristu, omba sana. Kama we Muislamu, piga dua sana. Kama we mganga wa kienyeji yani, kazia uchawi pale pale, kazia kwa sababu, yani ni maiti kabisa maiti. Sasa tuzidishe maombi tuzidishe dua, bimsumi bimsumi. Bimsumi, kwenye nyumba ya mzee Kikala, nyumba ya mzee Kikala ishamshinda bimsumi. Nyumba ya mzee Kikala ishamshinda bimsumi. Aha, zingatieni ili lizingatieni. Bimsumi ni shwa, bimsumi shwa, bimsumi shwa. Narudia, bimsumi shwa bimsumi washwishwa. Mungu huwa najibu kwa wakati na vitendo. Tarehe tisa, kesho kutwa, tukamilishe ratiba yetu ya maandamano. Tuikamilishe vizuri tu, tuikamilishe 100%. Je, yeah, wewe una maoni gani baada ya kusikia ujumbe huu? Mimi sitaki kuongea sana, na wasikiliza kwenye comments na comments hamsini za mwanzo nitareply zote. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza kuiona chaneli hii. Asanteni na tukutane kwenye video nyingine.